Hujambo popote pale ulipo, natumai ubuheri wa afya. Karibu kwenye pita pita za kwangu, mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Madou Mandala, of course. Kwenye pita pita kuna mambo ya kustaajabisha mengine lakini basi, nikafika maeneo kadha wa kadha, dhusu nikujuze tu, na kama ndio wajiunga nasi for the first time, hakikisha kwamba number one umeweza kusubscribe chini ya video hii ikisambiasaisainina jima la account yako itakuwa vema tena zaidi. Kafika katika maeneo yepi, na niruhusu nianzie katika eneo hili la hapa, ambapo basi nianzie katika eneo la inaitwa Mlolongo, Machakos. Watu wa Machakos mpo eneo la Mlolongo, ambapo basi kuna demu moja achoka kusubiri posa ya Kalameni na kununua pete ya uchumba amvishe wakiwa deti. Yaani, kalameni aliyekuwa akijivinjari na kidosho katika eneo moja aliondoka ghafla na kujiendea zake, baada ya kidosho huyo waliyekuwa naye kumsitizia kwamba anataka amuoe. Yaani huyu mtu ambaye amejuana kwa muda, lakini sasa amefika wakati ambapo demu amemwambia amekaa, amekaa, amengoja, akachoka, akaenda, akanunua pete. Jamaa anamuuliza, nioe nanio ama nini? Mi nakuoa akatoroka, akaacha na udemu. Kwani demu alifanya makosa? Si amengoja akachoka, so siachukua tu, ana si mnapendana? Haya, kitafakari juu ya hayo, nikatoka kule nikavuka mpaka uh, Mogondo. Mogondo iko kule Transmara. Mogondo Transmara uh, kuna Kalameni mmoja alianikwa na baba mkwe kwa kuzima simu ili kumhepa kuhusu swala la mahari. Duru zinaarifu kuwa baba, baba ya Kalameni huyo alikarib, alikaribisha wakwe na wa, wa wajomba na kuwakabidhi ng'ombe wawili kisha akaomba wakwe hao wawape muda wa kuwatafutia angalau ng'ombe zingine na kadhalika, lakini jamaa akafika mahali alipoona hai hapati muda, aliopeana umeisha. Jamaa akaamua kufanya nini? Kuzima simu, ama kwa block, wasiongee tena. Sasa is that fair? Nani wakwe anyway? hayo ujui alipata yepi, tuachie hapo kitafakari, jua hayo basi. Likavuka mpaka Mogotio, Baringo. Mogotio, Baringo, kuna hasira za mama mmoja, mama mkwe za torosha jombi kutoka boma lake kijijini. Naam, ilikuwaje? jamaa huyu anasema jamaa wa hapa aliamua kuondoka e, nyumbani e, kwake baada ya mama mkwe kutishia kumpa adabu kali. Inasemekana polo huyo alitoroka mjini bila kuarifu mkewe baada ya kufahamu sababu za mama mkwe kuja nyumbani kwake. Anasema, nasikia mama mkwe anakuja kunipa adabu ya mwaka, acha aje, walahi hata nipata yaani, polo na Uh, son in law sijui tafakari zaidi kitoka kule. Basi nikavuka mpaka Mtwapa mjini. Mtwapa mjini kuna polo mmoja akili kutekwa na kidosho aliyemzidi umri na jombi mmoja amejipata katika hali tata baada ya kuota mapenzi kwa mrembo rafiki, ya, eh, rafiki yake ambaye anamzidi umri mara mbili. Kwa mfano kama huyu polo ako miaka 20 then huyu ambaye wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana urafiki then ana miaka 40 hmm. yaani huyu binti pola ako na demu yake ako na 40, na kama pole ako na 30, demu yake ako na 60. Sasa sijui naam. Kwa hivyo unaonaje mapenzi kama hayo? Anasema oh, unajua nimetekwa mahaba. Anajiuliza ni pesa za huyu binti anazipenda ama Sijui, hi nam kitafakari hayo basi. Nimalizie wapi? Nimalizie eneo la Likoni Mombasa. Likoni Mombasa, kuna polo mmoja anayeandaa harusi mwishoni mwa mwaka. Sasa anajuta baada ya kutumbukia katika uzinifu, akiwa katika hafla ya kika, kikazi jamaa alikula fus, ufuska na kipusa mwenzake kazini ingawa anampenda mchumba wake, aibu ya kosa hilo inamkeketa, ina mkeke, ina inam, maini eh, kila siku anaogopa siri hiyo ikifichuliwa. Swali nauliza, wakati ulipokuwa unaenda na yeye huku, kumbuka kwamba unapenda mpenzi wako huku, kumbuka kwamba eh, inaweza ikakuletea madhara. Please before uchukue hatua hiyo think of the repercussions. Nikatika anyway, pitapita ni hapa ni, ni VMM. Ukipenda Victor Madomandala, nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi na mengi zaidi. Hakikisha kama umesubscribe chini ya video hii. Kuna neno subscribe, click neno subscribe na no. Ukiambia sign sign in, sign in na jina la akaunti yako itakuwa vema zaidi VMM God bless you, subscribe and bye bye.